Karibu katika Health Program, na kama ni mgeni wa program hii ya kiafya usisite kujiunga na program hii ya kiafya ili uwe memba halali wa program hii ya kiafya, ndio kupata tips na mafunzo mbalimbali yanayoendelea ndani ya Health Program. na katika video iliyopita tuliona kuhusiana na ukweli kuhusiana na Viagra na tukakubaliana kwamba katika wakati tutakofuatia, tutazungumza kuhusiana na faida na hasara za matumizi ya dozi ya Viagra. Basi siku yenyewe imefika, ni leo. Karibu. Viagra ni dozi kama kawaida ambayo inatumika na wanaume wenye shida ya ya ku, ya, ya, ya penisi kushindwa kuerect vizuri, uume kushindwa kusimama vizuri. Ni dozi ambayo inatumika kwa ajili ya kusaidia tu tabia hiyo au hali hiyo kuiondoa. Sasa hakuna haja ya kuzungumza zaidi, we kama hujapata nafasi ya kuiona video hiyo, tafuta ipo hapa ndani ya health program. Lakini leo sisi tunaangazia faida na hasara matumizi ya dozi hii. Moja kwa moja tuanze kwenye faida ya kutumia dozi hii. Faida ya kwanza ni kwamba inasaidia katika kusimamisha uume. Viagra anafanya kazi kwa kuongeza mtiririko wa damu kwenye uume, hivyo husaidia wanaume kufikia hali ya kusimamisha uume wakati wanapokuwa na hamu au wakati wanapokuwa katika tendo la ndoa. Faida nyingine ya pili ni kuongeza kujiamini. Wanaume wengi wanaokabiliwa na matatizo ya nguvu za kiume hupata kujiamini zaidi wanapo wanapoweza kufikia hali ile ya kusimamisha uume, na ambayo inaweza kuboresha mahusiano yao. Mara baada ya kujisikia kwamba wanaweza kusimamisha ume, basi huwa wanajisikia kabisa kwamba yao wanaweza kuboresha mahusiano yao. Faida nyingine ya pili yaani ya, ya tatu ni matokeo ya haraka. Dawa hii inashauriwa kutumiwa angalau ndani ya dakika 30 mpaka 60 kabla ya shughuli yenyewe. Na hivyo hutoa matokeo ya haraka kwa wale wanaohitaji msaada wa haraka. Faida ya tatu ni ufanisi. Tafiti nyingi zinaonyesha kuwa Viagra ina uwezo wa kuwa na ufanisi mkubwa ambapo asilimia sabini ya watumiaji kupata matokeo chanya. Faida nyingine ni, ni, ni, ni ile upatikanaji wa haraka au upatikanaji wa urahisi. Dozi hii inapatikana katika maduka mengi ya dawa na hospitali, na hivyo ni rahisi kwa watu wengi sana kuipata dozi hii kwa sababu ya uwepo wa maduka mengi ya pharmacy na hata hospitali pia zipo faida nyingine ni kuboresha uwezo wa kutoa mkojo. Matumizi ya kila siku ya Viagra yanaonyesha kwamba yana uwezo wa kuboresha uwezo wa mwanaume kutoa mkojo, na hii ni hasa wale ambao walio na matatizo yanayohusiana na tezi dume. Sasa tukiachana na faida za Viagra matumizi ya Viagra, zipo hasara za matumizi ya Viagra sasa miongoni mwa madhara ama hasara za kutumia Viagra ni maumivu ya kichwa, na hii maumivu ya kichwa yameripotiwa na watumiaji wengi sana wa dozi hii ya Viagra kwamba hujisi maumivu ya kichwa wanapotumia dozi hii ya Viagra. Lakini pia yapo madhara mengine kama mabadiliko ya katika maono au mabadiliko katika kuona. Wapo watumiaji pia nao wameelezea kwamba huwa wanajisi uoni wao umeharibika, kwa maana kwamba wamejisi kama wanapata wana, wana, wana, wana shida katika kuzitofautisha rangi za vitu na wengine wamepata shida kabisa katika kuona. Changamoto nyingine ama madhara mengine ya kutumia dozi hii ni, ni, ni, ni, ni shindikizo la damu la kushuka, yaani ile low blood pressure kwa sababu tu Viagra ina uwezo wa kuhamasisha au wa kuongeza ile damu, mtiririko wa damu ndani ya mwili, na hivyo ina uwezo kusababisha shinikizo la damu kushuka ghafla, na hii ni haswa pale inapochukuliwa pamoja na dozi zingine zilizo na nitrogen ndani yake, yani kama, kama ni unatumia dozi, dozi fulani, sasa ukichanganya na matumizi ya Viagra yanaweza kukupa dozi hiyo ina Ina, ina, ina kiambata cha nitrogen ndani yake inaweza kusababishia kupata low blood pressure. Changamoto nyingine ya matumizi ya dozi hii ni priapism. Hali hii ni ile uume unasimama kwa muda mrefu zaidi ya masaa hata manne, na hii inaweza kusababisha madhara makubwa kama vile uharibifu wa tishu za uume. Lakini madhara mengine ni, madhara mengine ni athari za kisaikolojia. Utegemezi wa dozi hii unaweza kuathiri hali ya kisaikolojia ya mtu binafsi, ambapo mtu anaweza kuhisi kwamba hawezi kufanya chochote vizuri bila, bila matumizi ya dozi hii. Sasa kwa ujumla ni kwamba dozi hii inaweza kutoa faida nyingi kwa watu wenye shida hiyo ya, ya, ya, ya electrical dysfunction. Hivyo ni muhimu kuelewa pia hasa, hasara zake kama ambavyo tulivyokwisha zielezea na kutafuta ushauri wa kitaalamu kabla ya kufanya maamuzi ya kutumia dozi hii. Katika video nyingine nitakueleza mbadala wa, mbadala wa dozi hii ni hupi. Basi, stay